Mwezi wa Oktoba ukiwa unahusishwa na uhamasisho wa saratani ya matiti, hospitali ya MEPHI iliyopo mjini Kilifi, kaunti hii ya Kilifi, imeandaa shughuli maalum ya uchunguzi wa bure wa saratani kwa wananchi. Wakazi kutoka maeneo mbalimbali wamejitokeza kwa wingi kupata huduma hiyo, wakiongozwa na Festus Kimbichu, wamesema ni fursa muhimu ya kujua hali zao za kiafya na kuchukua hatua mapema endapo watabainika kuwa na dalili za ugonjwa huo. Ah, nimekuja hapa kwa sababu nimesikia a, matangazo sauti kusema kwamba kutakuwa na screening ya kansa ya, ya prostate, na ndio nimekuja ni nichunguzwe kama hali yangu mwilini iko namna gani. Nilipata hii habari jana, ndio nikaonelea afadhali nije nije nipimwe nipimwe saratani, ni saratani ya kizazi e, manake katika miaka yetu hii, umri tumeenda huwa sana sana ni, ni huwa sana, sana kunatokezea hivyo, ndio sababu nimeonelea afadhali nitoke kule nije mpaka hapa Mephi nije nikapate kupimwa. Nimeleta kuja kuangalia kupimwa kansa ya matiti, kuna kipele hapa kina kama one week. Sasa eh, jana niliposikia mwake kina maumivu eh. Jana ndio nikasikia hiyo habari usiku. Kaza alikuwa leo alikuwa kuniende hospitali tu kwa general kule, lakini niliposikia hiyo habari ndio nikasema wacha nipitia hapa mjini niangalie kama itakutikana ni nini ama ni nini. Naima Omondi ni mtaalamu wa afya ya uzazi katika hospitali hiyo na amesema lengo la kampeni hiyo ni kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa uchunguzi wa mapema, akisisitiza kuwa hatua hiyo huongeza nafasi ya matibabu kufanikiwa. Mwanzo kabisa, kila siku tuwapoteza wanawake kumi kwa siku moja kwa saratani ya mlango wa uzazi na saratani ya matiti. Pili, saratani huwa iki gunduliwa mapema ikijulikana mapema, haswa kabla ishara hazijaanza, matibabu yake ama ile management inakuwa rahisi. Kwa mara mingi saratani ya mlango wa uzazi tukikupima na tupate chembechembe chembe. Manake kuna ile kuangalia chembechembe chembe kabla haijakuwa saratani, matibabu inakuwa ni pale pale. Daktari Omondi pia amebainisha dalili ambazo zinaweza kuashiria mtu anaugua saratani ya matiti au ya mlango wa uzazi. saratani ya matiti huwa kuna mabadiliko, aidha waweza kuwa na uvimbe kwenye titi lenyewe ama kwenye kwapa. Kwa hivyo ni vizuri mwanamke pale, uh, umemaliza hedhi ukasubiria siku tano sita, mwenyewe ukawa wajifanyia ukaguzi wa matiti na kwapa mwenyewe nyumbani. Ukihisi chochote ambacho si cha kawaida, ni vizuri kuja hospitalini ukaangaliwa. Kando na hiyo, ni vizuri wewe mwenyewe mwanamke ukajichagulia uh, tarehe moja ama mwezi tarehe moja kwa mwaka kila mwaka kuja kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya matiti kando na uvimbe ambayo aidha yaweza kuwa na maumivu haina maumivu lakini uvimbe wowote ukipata ni vizuri kuja kwenda kwenye kituo cha afya ukahakikishiwa kando na hiyo kuna mabadiliko kwenye titi lenyewe lile ngozi la titi likabadilika mwonekano wake, aidha ukawa mwekundu sana, mm-hmm. Lakini kwa sisi wenye watu wenye ngozi nyeusi, pengine kuona ule wekundu utakuwa kidogo ngumu, lakini utaona mabadiliko mm-hmm. Ama ile ngozi yako la titi likageuka likakaa kama ngozi la chungwa okay. Ama kando na hiyo, kwenye chuchu ukawa unatoa unatoa majimaji ama discharge ambayo si maziwa, ina rangi tofauti, yaweza kuwa na harufu, isiwe na harufu. Saratani ya mlango wa uzazi huwa kuna mabadiliko, yaweza kuja yote kwa pamoja, ama ukawa na moja ya ishara hizo, ambapo mojawapo ni kutokwa na damu wakati ambao sio siku yako ya hethi, ama kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa, kuhisi maumivu ukiwa katika tendo la ndoa, ama kutokwa na maji kwenye njia ya uzazi ambayo si ya kawaida, aidha yaweza kuwa na harufu ama isiwe na harufu, ama kutokwa na uchafu katika njia ya uzazi ambayo si ya kawaida ama kuvuja damu sasa kupita kiasi, ambayo si ile kawaida ya hethi yako. So mtu ukiwa una hizi ishara zote, ni vizuri kuangaliwa. Lakini wakati una chembe chembe za saratani ambayo inasababishwa na HPV Human Papilloma Virus, kabla haijafikia saratani, wakati mwingine haina ishara. Kwa hivyo ni vizuri mwanamke baada ya kila miaka mitatu kuja hospitalini ukafanyiwa Uchunguzi wa saratani ya mlango wa uzazi. Omondi vilevile amefichua kwamba kuna uwezekano wanaume kupata saratani ya matiti na hivyo ni muhimu kwao kujitokeza mara kwa mara kutembelea hospitali mbalimbali mbali kwa ajili ya uchunguzi. Wanaume pia wanapatwa na saratani ya matiti. Sote ambao tuna matiti kwa sababu pia tofauti tu ya wanaume na wanawake kule kwa na matiti ni vile vya wanawake huwa vinakuwa kubwa kwa kute tengeneza zile milk ducts mm -hmm. Eh, lakini wanaume pia wana, wanaweza patwa na saratani ya matiti. Kwa hivyo mwanaume pia akiona mabadiliko yoyote kwenye matiti yake ama uvimbe kwenye matiti, ni vizuri afike kwenye kituo cha afya ampate daktari afanyiwe uchunguzi. Maadhimisho ya mwezi wa Oktoba hufanyika kila mwaka duniani kote, yakihimiza jamii kujitokeza kufanya uchunguzi, kutoa matumaini kwa wagonjwa na kuunga mkono vita dhidi ya saratani hivi ilivyo na ni bure kwa leo. Ingekuwa vizuri waka, wakajaa furifuri, manake ni bure, wakapata kufanyiwa uchunguzi, manake prevention is better than cure. Afadhali utoke ukijua alhamdulillah, niko sawa kuliko una wasiwasi, hauna Yani hauna uhakika. Nikiripotia Coco FM mimi ni Elizabeth Mwende. Coco FM, ladha ya pwani.